Juzi tuna mwekezaji mmoja hapa anabenja miti, kaibua milioni 85 ndani. kaibiwa milioni 85 hapo kwenye kiwanda chake, alizichukua wapi? alikaa nazo nyumbani, anajua yeye. kesho atanyongwa, ikanoma serikali. Nani anawapitisha kwenye taratibu za uwekezaji kwenye maeneo yenu? yuko kwenye, kwenye wilaya ni washiriki wa, wa vikao vya uwekezaji kwenye wilaya zenu, ambako madisi ni wenye viti na madasi ni makatibu, wanaelewa kwamba kuna mtu anaita afisa biashara wa wilaya, wanatosha wakutane naye na wazunguze mambo ya maendeleo ya hiyo wilaya na wekezaji wao na changamoto zipo anazipitia au wote tunabaki tusha tunashangana hivi a watu wanaopita ukuwa hana wenyama eneo nani wanga na wapa kwao, tukasema tusijuize maswali mengi, tuhitaji hapa tuzungumze kwamba maeneo haya huwa wanaomba halmashauri au kama kuna mtu ana eneo lake anawapatia, huwa wanakuja na kujisajili papo mahala pa uwamiaji papo mahala pa halmashauri, lakini idara yetu ya kazi inajua NSSF, anajua kwamba mtu au naye sasa pale kwenye kiwanda umeweka mswahili mwenzetu nasa utumishi, lakini kidaba yeye mwenyewe hana nisisifu alafu asimamia hawana nisisifu kulipa laki tatu. Wewe sema tuna kulipa laki, wamepeana mkataba ndani kwa miaka miwili, sema wewe ni barua kila mwezi. Baada miezi minne wakimfukuza na kuja tena kujiusi kwa kwa nimefukuzwa, wameniondea sija ipo. Sasa nani anayewajua wafanya kazi, kwamba kuna vitu vya wao kujua? Wanafanya kazi na mtu wa nje kwa sababu kesi nyingi hapo ukisikiza za kijinga kwa sababu ya ujinga wa watu wetu, wanadanganywa na wawekezaji. Anakuja hapa anajua mkataba wa mwaka mmoja ila wakija hapo wale watu wengi, sisi sema, mimi ni kibarua, nalipa kila wiki elfu kumi. Ghafla wamefunga kiwanda, hajalipa salary zake, ndo anajua sasa ofisi ya mkuu wa mkoa iko wapi, ndo anajua ofisi ya mkuu wa wilaya iko wapi, na anaenda sasa kwenye kulalamika. Na hao ni wengi basi kuna wajinga watatu huko kwenye wawekezaji hapo. Kuna mjinga wa kwanza ni afisa wetu. Mwekezaji anakuja hapa anaweka kiwanda anaajiri mzaa afisa utumishi. Afisa utumishi anakuwa ukienda kule unatoa barua kwa labda 20 30. Ukisema kwa hapa ni barua wanalipo ni wiki basis na kwenda kutembelea pale miezi minne wapo, miezi tatu miezi nane wapo, unakuja kujua sivi, kwa baada ya mwekezaji kwa faida kidogo, na kuna mara pengine hata asatumishi mwenyewe kufanyia vitu, anakuja hapa ndani ana watu, wewe mwenyewe unasema ni kibarua. Sasa hapa hapa kama mwaka kwa mwaka moja ametokea wapi, ina rangi ya serikali. Kwa wewe mjinga mmoja, tunamjinga wapi ambaye ananunua ardhi kwa niaba ya wazazi wa Ukiwatafuta wa wale wawekezaji awaje. Anakuja mswahili mwenzako anasema mimi ndo mwekezaji. Kona mwenza wewe ndo majira wawekezaji wa nchi. Anajichanganya. Utakuja kujua kwamba yeye ndiye mwekezaji mara kumzuru. Ndio naona kwa mikutano wa rasmi. Mjinga wa pili tuko naye. Tuna mjinga watatu mechi dalali wa mwekezaji. Ndio yeye kama Zuzu. Kesho no, naagamwekezaji kesho atakuja ndio unanipigia unaniambia, bwana kesho tunataka hapo jar za biashara tu inamwambia kesho anakuja mtu wa biashara, hiyo pesa mwekezaji utajua kwamba ni zuzu. Nitakapodhulumiwa hela sasa, ninakuja hapa kwenye ofisi kuenda kwa DC, nienda pale hawajanisikiliza.

Lakini watu wa ardhi watusaidie, kuna maana, Mheshimiwa, jinsi katika halmashauri zako kwenye kuuliza, imeonekana kwamba ni siri pia, mtu aidi pia anafanya ni siri kwao, pia kuna watu kwenye kwa mashauri wanashangaa tu, mtu ameenda pale, ameweka kakiwana kake anameza magogo. Sasa huenda kuna mchango kwa wakulima wetu kwamba inasaidia, lakini sisi tumekaa hapa kama Watanzania, tunaangalia kwenye kwenye eneo nne kwenye hayo mapana

Sasa imekuwa ni barabara ya rodeo watu wamepangana huko. Ni uwekezaji wa miaka mingapi? Nani wenye ile mkataba? Ni TIC, ni Halmashauri, ni kijiji, ni yale kodishwa. Lakini pia tunaweza kuona Tanzania wa hovyo ambao anasimama kwa niaba ya leseni ya uwekezaji wa nchi. Sasa tusiye pia tunaona watu wajinga kina magungu. Magungu wa msomeni kwenye kijiji. Eh. Eh. Baada ya kupokea mtu mjinga, anakuja hapa anachukua leseni kwa niaba ya mtu mwekezaji wa nje. Kwa sababu anapata shilingi kumi. Anadhani ni siri ya kumsaidia. Kumba alikuja kwenye sanaa kambi hii nadhani kwamba mwambie afanye hivi ili wewe unatija zaidi kesho, kwa sababu mtu baada ya miezi mitatu ataondoka hapo, utabaki na upi? Sasa tunasema ili jambo tulizungumze hapa kwa uwazi. Nachosema unayosema sio jambo la tuna interest in sisi kama serikali ya mkoa, kila uwekezaji wa wa, wa viwanda hivi tunavyoona kwa barabarani kwamba tuna meja vengi na nini, ni kweli ni natija kwa wakulima? Ni kweli tunahitaji uwekezaji, nani mmiliki? Sasa mfano mzepo, naita watu sisi hapa ni viongozi wa mkoa, naita watu wakwambia wameondoka. Hawa watu wakipata matatizo, wataenda Wataenda hapa wataenda kwa tatizo. Watakuja hapa. Italaumu serikali ya kijiji, italaumu serikali ya wilaya, atalaumiwa polisi. Si tunaoita hapa kituo kwambia hao wanapata dharura, wameondoka. Wana serikali nyingine ambao wanaenda kuisiku. Kuisikiliza. Amen. Ni wawekezaji au ni madalali wawekezaji? Hii tujua aliyoko hapa ni dalali au kweli ni mwekezaji? Hii tujue, kwa sababu hao ni watu ambao kesho wakija hapa balozi wao wanaanza kuraise taratibu hapa, hatusikilizwi, tunafanyiwa hivi, tunafanyiwa vile. Anafahamu bali ya serikali, kuna maeneo ambayo wa hata wao na serikali yao ya wilaya hawafanyani, ili tutakuonana nani ameorganize kuona, wana mwenyekiti wao kutoka jamii yao ni afisa biashara wetu wa wilaya na wa coordinate anawajua mwenyekiti wa Ana Mwenye kiti kwa baraza na biashara la wilaya anawajua. BDC anawajua hawa wawekezaji shughuli. Afisa biashara wetu wa wilaya anawajua, anawezakuambia kama jioni hapa, tujue kwamba kuna kitu gani.